Hivi ndivyo ambavyo mashabiki wa Yanga Dar es Salaam Africans wanaingia katika dimba la Benjamin Mkapa kwa ajili ya mchezo wao marudiano dhidi ya Silver Striker, mchezo ambao kama navyofahamu ulitangazwa utakuwa ni bure eh, bila kiingilio, na hivi ni saa 4 mageti tayari yameshafunguliwa, na kwa utaratibu ambao ulitolewa na afisa habari wa klabu ya Young Africans ni kwamba mageti yatafungwa majira ya saa 8 mchana. Hivi ndivyo ambavyo mashabiki wanaingia